Mamlaka ya Kenya siku ya Alhamisi iliagiza TikTok kuondoa maudhui ya ngono yanayohusisha watoto wadogo kufuatia ripoti ya uchunguzi ya BBC iliyobainisha unyanyasaji nchini humo. Ripoti hiyo iliyochapishwa siku ya Jumatatu ilisema kwamba TikTok inapata faida kutokana na matangazo ya ngono yanayofanywa na vijana wa Kenya wenye umri wa miaka 15. Katika taarifa, mamlaka ya mawasiliano ya Kenya ilisema imeanzisha uchunguzi rasmi na kuonya kuwa haitaona aibu kutoa vikwazo ikiwa ukiukwaji wowote wa sheria utagundulika kutoka kwa programu ya kushiriki video ya Kichina. Sheria ya Kenya inakataza unyanyasaji wa watoto mtandaoni, na siku ya Jumanne raia mmoja wa Uholanzi alihukumiwa kifungo cha miaka kumi jela kwa kuwafunulia watoto wadogo maudhui ya picha za ngono kupitia WhatsApp. Shirika la udhibiti pia lilitaka TikTok kueleza jinsi maudhui ya kashfa yanavyoweza kupita bila kugunduliwa na mifumo yake ya kudhibiti maudhui. TikTok ni jukwaa la tatu maarufu zaidi la mitandao ya kijamii nchini Kenya baada ya Facebook na WhatsApp. Programu hii huvutia vijana kwa kuonyesha video fupi zisizo na mwisho na ina watumiaji zaidi ya bilioni moja duniani kote. TikTok imekumbana na madai ya ujasusi nchini Marekani na iko chini ya uchunguzi na Umoja wa Ulaya kuhusu madai kuwa ilitumika kuingilia uchaguzi wa urais nchini Romania kwa faida ya mgombea wa mrengo wa kulia. Katika nchi kadhaa, matumizi ya jukwaa hili na wafanyakazi wa taasisi za serikali yamepigwa marufuku. Mimi ni Bahati Limo na hii ni Simulizi na Sauti.